Wezi a, e, e, mavazi gani wezi kumwona Goodluck anavaa? Siku moja mavazi naweza kuvaa yoyote, isipokuwa huwezi kuniona swimming pool na ogelea. Yani chukulia tu picha hata we, mkute rais wa Rwanda e, anaogelea utamheshimu tena? Uwezi kumheshimu tena. Hii suti ya leo imeendaje mtumishi? <laughs> Hii um, suti bwana Sikumbuki bei yake, lakini ni suti fulani hivi ambazo mm, ukienda yani, ukikutana na wajanja mm, wajanja watakwambia hii suti inauzwa laki moja na sabini na nini mm, na wengine watakupiga mpaka laki tano laki sita, inategemea na wewe umezaliwa wapi. Mimi hii nilipunguziwa kabisa mm. Alinipunguzia kwao, nilichukua kwa kama laki na ishirini, na huyo sitoiko.